Aachilia uzima hata kama kuna mgonjwa hapa anapokea afya, sio? Naelewa? Kwa kwamba anasema kwamba roho ndio iteo ni, ni uzima, mwili haufai kitu. Maneno haya ina maana ni neno la Mungu, maneno haya yanawaambia, ni roho tena nini, ni uzima. Kwa hiyo kama kulikuwa kuna mgonjwa katikati pale kwa wakati ule, kulikuwa kuna uzima unaachiliwa kupitia kinywa cha nani? Cha Yesu. Tunaenda sawa sawa kwa Mungu Aleluya. Zaburi kwamba analituma neno, ile Zaburi ya mia na saba mstari wa ishirini analituma neno kuwatoa kwenye maangamizi. Ina maana neno yani, neno limepewa personality kwenye ulimwengu wa roho, kwamba neno linasafiri. Ni kama ninavyokuambia mama, labda mama nena mahali Gilbert alipo, nena kanichukulie simu, ina maana ni mjumbe anatumwa, sawa sawa. Kwa hiyo ili tuwe na matokeo, tunatakiwa tuwe na neno.